Naambiwa habari hiyo kuhusiana na wanafunzi basi iko tayari. Kabla ya kutazama hiyo ya kuringe mongi, basi turejee moja kwa moja kwa taarifa hiyo ya wanafunzi. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia na Mafunzo ya Ufundi ilitangaza majina ya wanafunzi watakaopata mikopo pamoja na vigezo vilivyotumika, ikiwemo wanafunzi waliosoma masomo ya sayansi, walemavu, yatima pamoja na ufaulu wa waombaji katika maeneo ya vipaumbele na umahiri, huku vigezo hivyo vikiwaacha nje asilimia kubwa ya wanafunzi ambao wanachukua masomo ya sanaa. Wakizungumzia adha hiyo, wanafunzi hao wamesema hakuna aliyetarajia kutokea kwa hali hiyo, kwani hawakutangaziwa mapema kwamba utaratibu wa utoaji wa mikopo umebadilika, hivyo wazazi nao wamewasafirisha watoto wao kutoka mikoani wakitegemea udhamini kutoka bodi ya mikopo, ambayo hata hivyo haijulikani ni lini itatolewa huku wakirandaranda mitaani bila kufahamu hatima yao. Lakini ukiangalia taarifa ambayo imetoka wizara ya mikopo kwamba itatoa fedha kwa wanafunzi wanaosoma sayansi, itatoa fedha kwa yatima, itatoa fedha kwa walemavu wala ambao ni maskini waliosoma shule za kata kwa kulipa shilingi 2020 70 mpaka kufika chuo mpaka kufika chuo sasa hivi kufanya vizuri na kufika chuo wanampa vigezo vya kuto kupewa mikopo na kubaguliwa kwamba azifu they are not students. Unaweza kafika huko, kuna mwanafunzi ambaye anasoma science ni daktari, lakini ametokea katika familia ya tajiri, tunasema familia anayojiweza. Lakini mimi mtoto wa mkulima ambaye nimeweza kusoma kwa shida, kwa shida kuungaunga pesa mpaka mpaka nikafika chuo kikuu, leo hii vigezo vinakuja kutoka kwamba mwanafunzi anayesomea masomo ya arts hawezi kupata mikopo, na mpaka sasa hivi hatuoni matokeo, tunasubiri TCU, nani bodi ya mkopo Heslibu angalau watutolee watu, asilimia ambayo tumepata lakini mpaka sasa hivi ni kimya. Wanafunzi ambao wamepata ni wachache sana. Chuo sure hakijapokea mpaka sasa, kwa sababu wanahitaji wakamilishe registration. Huwezi kukamilisha registration kama haujalipa ada, kwa hiyo wapo wanarandarana mitaani. Chazi Kayoka ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam ambaye anazungumzia mabadiliko hayo kuwa kutokuwepo kwa sera ya elimu ya kudumu ni moja ya sababu ambazo zinaifanya serikali kubadili taratibu zake kulingana na nyakati, lakini pia ameikumbusha serikali kuwa haitaweza kufanikiwa katika utekelezaji wa kauli mbiu ya Tanzania ya viwanda bila ya kuwepo na wataalamu waliosoma sanaa. Kwao, mi nafikiri tunachoelekea sasa hivi tunaelekea kwenye mfumo wa elimu wa uzalishaji wa wataalamu ambao watakuwa nusu katika uwezo wao lakini vile vile tutafika mahali, miaka ishirini kumi tano ijayo tutaanza tena kuona kuna kuwa na umuhimu wa watu wa sayansi, wa, say, wa sanaa. Kutoka Dar es Salaam bits eriki chanelten.